Asalamu alaikum. E, kwa upande wetu sisi wachezaji tupo tayari kumkabili mpinzani wetu kwa jinsi atakavyokuja. Kwa hiyo tupo tayari kupata alama tatu zote. Sisi tuna imani kwamba mpinzani wetu ni timu nzuri ijapokuwa msimu huu hajapata matokeo mazuri lakini sisi tunaamini kwamba timu yoyote tunayokutana nayo kwenye, kwenye ligi sababu wote tuko level moja. Kwa hiyo tunaamini kwamba mechi itakuwa ngumu, lakini kwa siku ya kesho sisi tutakuwa bora zaidi sababu tunahitaji mkubwa sana wa pointi tatu. Kwa hiyo tutakuwa bora zaidi na tutaweza kushinda katika mechi ya kesho. Uh, kuhusu muda nadhani sisi ni wanajeshi na wakati wote tuko tayari. Kwa hiyo kuhusu muda sio tatizo, na kuhusu kutuathiri sidhani kama itakuwa na maana sana, lakini sababu si muda wote tuko tayari, hata tukiambia tucheze leo, kesho, kesho kutwa tupo tayari wakati wote kuipambania timu yetu. Umakini umeongezeka sababu kila linapotokea kosa ni nafasi ya mwalimu kurekebisha. Kwa hiyo nadhani mechi iliyopita hatukuruhusu goli, kwa hiyo nadhani ilo kosa limesharekebishika na tunaweza tukapata clean sheet kesho, kwa hiyo haina shida yote.